So nataka nizungumzie the basic understanding of the excel interface kwa sababu tunataka tujifunze how to develop mfumo kamili wa matokeo na nitafanya mfano kwa upande wa shule za sekondari especially o level. Sasa utafungua faili lako ambalo kimsingi nitakupa taski ya kila kitu. So hili ndio faili lako la excel jipya. Ama hujui namna kulipata, kama window tena ama window yote, una right click then nakuja kwenye new. Utaona hapa Microsoft zako, files zote ziko hapo. Kwa hiyo unaweza kufungua Microsoft yoyote ile, iwe ni Microsoft PowerPoint, iwe ni Publisher, iwe ni rich uh, text na vitu kama vile Microsoft Access database, vyote vipo hapo. So mimi nimeshafungua na nimetengeneza uh, file langu ile hapa, nimeiandika student file. So for the first time Unahitaji kufahamu workbook ni nini na worksheet ni nini ili tusije tukachengana baadaye. Workbook ni faili kama na hili unavyoliona hivi. Kwa mfano mimi na mafaili yangu haya kwa mfano hili hapa ni mfumo una mafaili ni faili lenye MB kumi. So hizi ni workbook, hizi ni workbook. Unapofungua ndani utakutana na kitu kinaitwa worksheet hizi hapa. Kwa mfano hii ni worksheet 1, naweza nikaongeza hapa tukawa na worksheet 2. So hizi ni worksheet, individual sheets hizi. For example let me do it here, nifanye njano and here nifanye maybe nyekundu. See, so unaweza kuona worksheet 1 hiyo kwa nyekundu, worksheet 2 hiyo hapo ya njano. So hizi ni worksheet, zinaitwa worksheet na kila workbook tunasema iko na worksheet zake. Yaani zenyewe ndo zinaitwa page pages. Sasa zenyewe ambazo ndo tutafanyia kazi, tutazilinki kuja kupata mfumo kamili. So baada ya hapo, kuna kitu kinaitwa cell. Kwenye Excel kuna kitu kinaitwa cell. Kwa hiyo unaposema cell B, cell A 500, cell labda A 1000. Hizi ni cell, hivi vijumba jumba vyote hivi. For example nilipoweka hapa nyekundu ni cell hizi zote, hizi ya njano ni cell zote hizi zinazoona, ziko nyingi sana kwenda chini na ziko nyingi sana kwenda upande wa kulia. So hizi zote ni cell, hizi ndio ambazo tutakuwa tunaandika humu data, tutakuwa tunaandika humu uh, text number formula, tutakuwa tunaandikia humu ndani. Hizi zinaitwa cell. So tunapozungumzia cell tunasema is the fundamental unit of Excel in the cell which is the intersection of row and a column. Kwa utakuwa na row zako hizi, hii mistari ni row hii e, alafu tuna, tuna, tunasema ni intersect. Kwa mfano nikisema hii kitu niipe rangi ya hiyo hapo nyekundu, na huku juu nitoe rangi labda yes, labda hii hapa, let's say nyekundu ile ile, yes, hapa so hapa kwenye intersection hapa, katikati hapa, ndo tunazungumzia kwamba hiki kitu ndo kinaitwa cell. Ko cell ni intersect kati ya column hizi mstari noshuka, na row hii mstari ambayo ina run from left to right. Ko cell yoyote ni intersection ya So baada ya hapo, baada ya kufahamu hivyo sasa, tumezungumzia row, tukazungumzia na column. Kwa row ni mistari ambayo iko horizontal na ipo kwa herufi I mean rows. Rows ni, ni ni, yes tunazungumzia, tunazungumzia a horizontal and numbered. Hizo ndo row, hizi hapa row ya kwanza, row ya pili, row ya tatu na kadhalika hizi zilizoshuka hivi namba, lakini mistari yenyewe imelala kwenda kulia ni horizontal lines zinaitwa rows na ziko na namba hizi hapa. Lakini columns ni vertical lines ambazo kimsingi ziko labeled na herufi, zinaendelea hivyo e, na e, a najirudia aabb cc huko mbele yn yani inaendelea uh, mbali sana. So hicho kitu lazima ufahamu kwanza na baada ya hapo kuna kitu kinaitwa ribbon. Ribbon uh, ni sehemu ambayo ipo juu kabisa huku, sehemu ya kijani. For example hapa, hii inaitwa ribbon yako, hii hapa. Sasa unaweza ukagusa pale na ikakuwa namna hii, nikaweka hivi ili uelewe vizuri. So hii yote ni ribbon. Ribbon tunasema, the ribbon at the top of the Excel window contain various tabs. Napozungumzia tabs, ni hizi hizi, ndo tunazita tabs, hizi hizi ndio tabs. Unaenda kwenye view tab, naenda sio kwenye review tab, naenda kwenye insert tab, naenda kwenye file tab, hivi vyote vitakupatia. Lakini pia hizi huku chini pia zinaitwa tabs hizi, okay. so from there iko na various tabs uh, with commands for formatting formulas and other functions. Kwa hizi tabs ziko na kazi nyingi sana kwa ajili ya kufanya formatting ya page unayotengeneza. E, labda unataka kutengeneze page fulani yani simple sana, unakuja una, unaanzia hapa page layout e, labda nataka page yangu ikae vipi na nini, nakuja kwenye view hapa, nataka ni view kama page. Unaweza kuona hapo itajitenga kama page, hii ni page moja. Kuna customize sana vitu unavyotaka mwenyewe. So it is like that. Hiyo inaitwa ribbon, sehemu hiyo, kujua mbona sasa hii bila hii uwezi kutengeneza mfumo. Bado utahitaji hii sana sana sana ili mfumo uweze kukamilika. And then then from there, kuna kitu kinaitwa formula bar. Formula bar ni hapa. This is a formula bar ambapo sasa hivi uandike formula utaanza na sawa sawa, halafu utaandika formula yako kama ni sum na obvious na recommend utumie office 2016 na kumi ama ya juu ya hapo 2019, 2021, 2024 ziko, unaweza ukatumia hizo. Office 2007 unaweza ukatumia, lakini too old haitakusaidia vitu vingi, so you have to use 2016 office ambayo ni nzuri zaidi na ni nyepesi pia kujifunzia. Kwa hiyo hii inaitwa formula bar. Sehemu ambapo tutajifunza namna ya kuandika formula kwa kila kipengele tunachohitaji kuandika formula. Ya kwa kifupi popote ukiandika ujue unaandika unaandika kwenye nini? Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye formula bar hapa. E, popote utakapoandika kwenye hizi sheet ujue unaandika kwenye formula bar. Hicho ndio cha kuelewa. Kwa formula bar ina interact kila eneo utakarugusa basi itakuonesha pale na ni extendable, unaweza uka extend kawa kubwa kama na formula na itafika kipindi tutaandika formula zitakuwa ndefu hadi hapa hadi hapa, kwa tuta tutakuwa tuta tuna extend tutaona. And then after formula bado kuna kitu kinaitwa sasa. Tuangalie hapa hizi basic excel skills ambazo tutazikuta na utakutana nazo ambazo lazima uzijue. Kwanza kuna data entry. Data entry hapa tunaingiza text, kwa mfano nataka niandike Uh, M -K -I -U this is what we call data entry. Kwa tukigonga enter, manake hii data imesha ingia na imekaa hapa na still inaonekana hapa. That is what we call data entry. Na unaingiza kwenye cell hizo data, kwa mfano tarehe, namba, text, hizo ni data entry na kuna kitu kinaitwa basic formatting, ambao hii sasa ndotona rangi zimepangiliwa, herufi zimekuwa na mwandiko fulani tofauti tofauti. These are what we call formatting my dear, inaitwa formatting. So utabadilisha fonts style, utabadilisha color, utabadilisha cell alignment. Yes so, unaweza sema bwana, mimi nataka cell yangu iwe ndefu hivi, hapana, nataka labda iwe ndefu zaidi kuja hivi. Kwa cell yako hii hapa itaonekana katika muonekano ambao wewe unafanyaje, una unataka, this is what we call formatting. Na hapa hapa unaweza pia uka format, eh, ukasema mimi labda maandishi yangu yao hivi, alafu yawe makubwa kabisa hapa. Lakini yakiwa makubwa design kama hiyo, basi yawe boldage kwa, nikiweka hapa labda kitu kama hicho, unaweza ukaona maandishi makubwa. Na bado unaweza uka format yakae katikati, eh, yakae hapa. And then labda nataka yaongezeke kubwa design kama hii kwao iko na vitu vingi sana, unaweza ukafanyaje? Ukafanya, ukafanya ndani ya Excel. Excel inafanya vitu vingi sana, yeah let's do this. Kwa hiyo hiyo inaitwa basic formatting, ambapo unabadilisha rangi, unabadilisha alignment ya cell, unabadilisha font style, unaweka vitu vingi zaidi. Hata hivyo lakini, kuna kitu kinaitwa simple formula, halafu kuna complex formula, na sisi basically tutaanzia from simple to complex. We shall start from simple to complex, na ndicho tutakachokifanya. Mfumo wote wa matokeo umebeba very complex formula, lakini umeanzia na very simple formula. Kadri unavyozidi ku reason unataka kitu fulani kitokee, ndivyo hivyo hivyo, unazidi ku complicateisha formula zako, na kwa kuwa wewe ndio utaandaa na nitakuelekeza, so itakuwa ni rahisi sana kuweza kufahamu how to move from simple to complex unataka kwa mfano uh, labda tuseme masomo ya sayansi ya jisoti yenyewe automatic kwa formula eh, na masomo ya art ya jisoti yenyewe unaona, kwa lazima hapo utatumia formula nyingi sana ambazo tutaanza ndogo kwenda kubwa, na hizo hizo ndogo zikiunganaungana ungana, kwa kuulizwa ni kwako, unatengeneza uh, simple to complex formula ambao kimsingi vyote vinafahamika ukianza from simple una develop una develop simple as you, as you put more simple formulas to act in the same phenomena unatengeneza a very complex formula so there is no uh, big complex formula ambayo itakuwa ni, ni ni very difficult no but you create yourself from simple to complex cause simple you put more simple you put more simple then if you add unapata complex formula and that is what we call complex formula, na sio zile za kuchukua moja kwa moja complicated. No, we shall not do that. Kwa hiyo kuna formula rahisi kama sum, lazima tutaitumia, kama average, lazima tutaitumia. Tutatumia formula ya if, kwa sababu hiyo ndio logical formula kwa ajili ya ku reason. Tutatumia formula ya ku match na index, tutatumia formula vlookup na formula nyingine nyingine nyingi tu ambazo kimsingi shortcut zake pia tuko nazo na tutaelekezana. So baada ya hapo, ukishafanya kazi zako hapo, kuna issue ya kusave sasa kazi yako kwenye Excel. Unakuja una save eneo hili hapa. Kumbuka, this is a very very first lesson, kwa lazima ufundishwe vitu vichache, hata kama unavijua, lazima tuongee, tukwambie, ili mwisho wa siku unafanyaje. Unaweza ukatumia na ukumbuke nagusa tu maeneo ambayo ni very basic, lakini Excel iko na mambo mengi sana hata hutaweza kuyamaliza. So uta save na utafungua file lako kisha save kama hivi. Yes, utafunga na utafungua file lako hapa, mnaliona ile hapa inafunguka. E, yapo kuliko namna kama hii hapa. So that is how you save and that is how you open. Kwa baada ya hapo sasa kazi yako inakuwa imekwisha so you primarily need access to the excel software itself. Uwe na microsoft office kwenye kompyuta yako and a basic understanding of layout. Lazima ujue layout yako unayoitengeneza. Nitakufundisha sana ya mambo hiyo, yani, una design unafikiria kwenye karatasi itaonekanaje, ndio una design kwenye excel hapa inakaaje. Step by step utajua ndani ya mwezi mmoja, Nadhani itakuwa imekwisha na utakuwa na uwezo wa kuanza kutengeneza wewe mwenyewe. So you need to have excel especially 2016 office and the basic understanding of the layout, hichi ambacho nimekueleza hapa, and then you must know how to input data. Nimekwambia tu ukisha select cell ukaanza kuandika eh, unaandika that is how you input data lakini sio tu kwa namna hii, tutafanya formatting ya mistari, tutatengeneza macros codes pia zitatusaidia baadhi ya maeneo, so tutaweka mfumo safi kabisa, and then from there you can now begin to learn the many functions that Excel offers. Kwa baada ya kujua vitu hivyo vichache, sasa ni ni, ni haja yetu kuweza kufahamu uh, formula nyingi na functions tofauti tofauti Excel inatupatia, and from there the first lesson, the very first lesson itakuwa imekamilika kwa leo. Thank you very much. Unaweza kunipigia kwa namba yangu 0655402558 muda wowote ili uweze kuuliza chochote. So next time nikikufundisha sasa somo la pili, nikikufundisha basi ujue ninakuachia task ambayo wewe utafanya kulingana na video yangu nilivyofanya. So utanitumia mimi hilo file, ili nilikague na kuweza kuli access kuli kuli, kuli access kama umeweza, umefanikiwa kwenye somo ama la. So thank you very much, you are most welcome. First lesson nimekwisha.